Nilisoma muda fulani uliopita kuhusu mwanamume ambaye hakuwa kile alichojifanya kuwa. Miaka kadhaa iliyopita, kwenye sherehe ya kila mwaka ya kuzaliwa ya Marine Corps, mukongwe mmoja alijitokeza akiwa amevaa sare rasmi na kifua chake kikiwa kimejaa medali, akionekana wa kuvutia bila shaka. Lakini wakati marine mwingine alipoona kwamba moja ya medali za mwanamume huyo ilikuwa imewekwa vibaya, alihisi shaka kidogo. Alichukua picha ndogo na kuipeleka kwa FBI. Kweli ilibainika kuwa mwanamume huyu alikuwa tapeli. Alikuwa amefukuzwa kwa aibu kutoka jeshi la wanamaji miaka mingi iliyopita. Sikuweza kujizuia kufikiria, si si jambo baya kujifanya kuwa kitu ambacho si wewe. Kweli ukweli ni kwamba ndani ya mioyo yetu sote tunaweza kuwa matapeli na tunaweza kuwa wazuri katika kujifanya kuwa mtu ambaye hatuko, tunaweza kuwakilisha maisha ya kiroho ambayo hatuishi kweli, au hata hatuvutiwi nayo. Baada ya yote, kwa mawazo hayo tunafika kwenye Zaburi 139 na na Daudi anaandika kutukumbusha kwamba hatutaweza kujificha kwa kujifanya, kwa sababu Mungu anajua sisi ni nani kweli, bila kujali ni medali ngapi tunazojipamba nazo. Sifa hii maalum ya Mungu kujua sisi ni nani inaitwa ujuzi wa kila kitu. Ujua yote. Hicho ndicho Daudi anaandika hapa sasa katika mstari wa kwanza, e Bwana, umenichunguza na kunijua. Sasa neno hili kuchunguza linamaanisha uchunguzi wa kina. Daudi hasemi kwamba Mungu alihitaji kuchimba ili kujua Daudi alikuwa nani kweli. Hapana, Daudi anasema hapa kwamba Mungu tayari alijua. Maarifa ya Mungu juu yake tayari ni ya kina, yaliyopita ya sasa na ya baadaye, kabla hata Daudi hajazaliwa kwa kweli. Sasa Daudi anapanua wazo hili hapa katika mstari wa pili unajua ninapoketi na ninaposimama. Kwa maneno mengine, Mungu hapitwi na hata harakati moja. Kuanzia wakati tunapoamka asubuhi hadi wakati tunaporudi kitandani, Mungu anajua Daudi kisha anaongeza hapa katika mstari wa pili, unatambua mawazo yangu kutoka mbali. Mungu sio tu kwamba anajua harakati zetu, anajua nia zetu pia. Sasa mstari wa tatu, unachunguza njia yangu na kulala kwangu. Hiyo ni njia nyingine ya kusema kwamba siku nzima Mungu anajua kila undani wa njia yako, iwapo ulitembea au uliendesha gari kwenda kazini au ulipanda baiskeli yeye, yeye anajua ulipofika. Mungu alijua ulipochukua mapumziko ya kahawa kwa kweli. Kuanzia hatua ya kwanza uliyopiga kama mtoto mchanga hadi hatua ya mwisho utakayopiga maishani, uchukui hatua moja bila Mungu kujua. Zote Daudi anaandika hapa katika mstari wa tano, unanizingira nyuma na mbele na kuweka mkono wako juu yangu. Sasa neno hili la Kiebrania lililotafsiriwa kama zingira hapa linatumika kuelezea mji uliozingirwa, njia zote za kutoroka zimekatwa, wakazi sasa wamezingirwa. Nam, Daudi anasema hapa kwamba Mungu wake mwenye nguvu amemzunguka, amemzingira kwa uangalizi na kujali, na na ukweli huu huu unampa furaha kubwa anaandika hapa katika mstari wa sita, maarifa haya ni ya ajabu mno kwangu, ni ya juu sana siwezi kuyafikia. Badala ya kuleta hofu kwamba Mungu amemzingira, kwamba Mungu anamtazama naam, na Daudi anasema kwa furaha hapa, Mungu unajua kila kitu kunihusu, unajua kila kitu kinachohitajika kujulikana kunihusu, na hii ni habari ya ajabu. Wapendwa, hebu niwaambie, Mungu anajua yaliyo bora zaidi ukuhusu. Na nasikiliza, anajua mabaya zaidi ukuhusu. Kwa kweli mwandishi mmoja aliandika hivi, kuna faraja kubwa katika kujua kwamba upendo wa Mungu kwangu ni ni wa kweli kabisa na wa kweli unategemea maarifa ya awali ya mabaya zaidi kunihusu, ili kwamba hakuna ugunduzi unaoweza kumvunja moyo uhusu mimi. Je, hiyo si ajabu? Hakuna kitu kinachoweza kumshangaza Mungu kukuhusu. Sasa Daudi anahamisha umakini wake kutoka kwa ujuzi wa Mungu, yaani kujua yote, hadi kwenye uwepo wa Mungu kila mahali, yaani kwamba yupo kila mahali kwa wakati mmoja. Daudi anaandika hapa katika mstari wa saba, nitaenda wapi na roho yako, au nitakimbilia wapi na uwepo wako? Nikipanda mbinguni Uko huko. Nikitandaza kitanda changu katika sheoli kaburini, uko huko. Unaona, Daudi kimsingi anasema kwamba ikiwa ataenda hadi mwisho wa ulimwengu juu na chini Mungu yupo huko. Mstari wa tisa anasema nikichukua mbawa za asubuhi na kukaa katika sehemu za mbali za bahari, hata huko mkono wako utaniongoza na mkono wako wa kuume utanishika. Kuchukua mbawa za asubuhi kwa njia kunamaanisha kwenda mashariki bila kikomo, kuelekea kuchomoza kwa jua, na kukaa katika sehemu za mbali za bahari kuna uwezekano mkubwa kunamaanisha kwenda magharibi bila kikomo, kuelekea bahari ya Mediterania. Kwa hivyo kile Daudi anachosema hapa ni kwamba iwe anaenda mashariki au magharibi, e, Mungu anamsubiri anapofika. Sasa basi, itakuwaje kama taa za ulimwengu zitazimika? Je, Mungu anaweza kuona gizani? Ninakumbuka jioni moja ya kiangazi niliposoma kuhusu jiji la New York kukumbwa na ukatika kwa umeme kutokana na dhoruba kali ya radi. Taa zote zilienda nje ghafla. Makumi ya maelfu ya watu ndani ya dakika chache walimiminika mitani, wakivunja maduka, wakiiba chochote walichoweza, wakianzisha moto Ilipomalizika, zaidi ya maduka elfu mbili yalikuwa yameporwa. Hasara na uharibifu ulikadiriwa kuwa zaidi ya dola bilioni moja. Je, Mungu anapoteza udhibiti wa dunia wakati taa zinapozimika? Naam, Daudi anajibu kwamba Mungu anaweza kuona gizani. Kwa kweli, yeye ni shahidi wa macho kwa kila uhalifu na kila tukio anaandika hapa katika mstari wa kumi na mbili hivi, hata giza si giza kwako, usiku ni mwangaza kama mchana, kwa maana giza ni kama mwanga kwako, ambayo ni njia nyingine ya kusema chochote ambacho dunia ilifikiri walikuwa wanatoroka nacho kwa sababu ilikuwa giza, Mungu aliona kama vile ilikuwa mchana wa jua. Sasa basi, kwa hilo Daudi anaendelea kuelezea uweza wa Mungu, yani nguvu zote au nguvu zisizo na kikomo. Mstari wa kumi na tatu: kwa maana uliumba viungo vyangu vya ndani, ulinifuma pamoja katika tumbo la mama yangu. Unaona nguvu kuu ya Mungu, muundo wake wenye nguvu unafikia kila tumbo la mama wakati wa urutubishaji, ambapo maisha huanza na mwanadamu anaanza kukua. Daudi anasema kwamba Mungu anafuma kwa kweli kila nyuzi ya uwepo wako kwa muundo wake, na anajitahidi kuunda kwa kila mtu alama za vidole za kipekee, sauti ya kipekee, umbo la retina la kipekee. Wewe ni wa kipekee mpendwa. Kila faida, kila uwezo, kila hasara, kila ulemavu umefumwa kwa mamlaka ndani yako na muumba wako kwa malengo ambayo huenda hatuyaelewi kikamilifu, lakini yeye anajua. Kwa hivyo hali yako yoyote inaweza kuwa leo, isalimishe kwa Bwana muumba wako, muombe neema yake, hekima yake, nguvu zake, ili uchukue siku moja kwa wakati, unapotegemea yeye. Na aina hiyo ya kujisalimisha kwake, kwa njia inaweza kuwafanya wale wenye ulemavu zaidi kati yetu kuwa ushuhuda wenye nguvu neema ya Mungu kuwa ya kutosha. Inaweza kusababisha sisi wengine tunaotazama aina hiyo ya imani kutarajia kwa furaha kubwa zaidi mustakabali wetu wenyewe, na kwako labda ni mwili uliokamilika unapoifikia nyumba yako mbinguni. Wakati fulani uliopita, nilisoma kuhusu kijana mmoja anayeitwa Nick, na kutokana na ugonjwa wa nadra wa kijenetiki, alizaliwa bila mikono au miguu kama unavyoweza kufikiria, e, alipokuwa akikuwa alikumbana na changamoto za kihisia na kimwili e, kutokana na hali yake. Lakini baada ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo aliandika hivi: wakati watu wanasoma kuhusu maisha yangu au kunishuhudia nikiishi, wanakuwa na mwelekeo wa kunipongeza kwa kushinda ulemavu wangu, lakini nawaambia kwamba ushindi wangu uko katika kujisalimisha. Wakati ninapotambua kwamba siwezi kufanya haya peke yangu. Mara nilipomkubali eh, Kristo kama Bwana na Mwokozi wangu, eh, Bwana alipa maisha yangu maana wakati hakuna mtu au kitu kingine kingeweza kutoa. Na kama Mungu anaweza kumchukua mtu kama mimi, mtu asiye na mikono na miguu, na kunitumia kama mikono na miguu yake, anaweza kumtumia yeyote. Sio kuhusu uwezo. Kitu pekee ambacho Mungu anataka kutoka kwetu ni maisha yaliyo tayari kujisalimisha. Kwangu mimi hiyo inasikika sana kama Daudi anavyoandika hapa katika mstari wa kumi na nne na kusifu, kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Sasa huenda usijilisi vizuri sana kuhusu jinsi ulivyoumbwa. Neno la Kiebrania lililotafsiriwa kwa ajabu linaweza kutafsiriwa kama kipekee umeniumba ipeke, wa aina moja. Tazama, Daudi anatangaza kwamba yeye kama sisi sote ameumbwa kwa kipekee, akibuniwa na Mungu muumba wetu. Sasa hebu nikuambie, hii ni kauli ya ajabu ya imani, sivyo? Kukubali muundo wa Mungu kwako, hiyo ni hiyo ni kauli kubwa ya imani na na kumtumaini yeye. Ah, jitoe basi kwa muumba wako na kwa muundo wake na kwa kusudi lake na makusudi yake, mipango yake wa maisha yako, leo unapomtumaini, na kisha waelekeze watu kwa yeye. Ni nani kwako? Yeye ni nani? Muumba wako mwenye nguvu zote, mwenye kujua yote. Na hapa kuna habari njema kwa sisi sote tunaoweka imani yetu kwa Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema kwamba siku moja, basi, tutapata miili mipya, tutapata akili zinazofanya kazi kikamilifu, kila sehemu yetu ikifanya kazi kikamilifu, hakuna ulemavu tena, bali uwezo uliotukuzwa tu. Kufanya nini? Kumtumikia Mungu na kumsifu milele. Aa, kwa kweli hatuwezi kufikiria, wapendwa, mustakabali ambao Mungu ameupanga kwa ajili yetu tunapo subiri siku hiyo, basi neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.